Miaka mitano tumeimaliza nchini kwetu, kumekuwa na dimbwi la utekwaji kwa kawaida kabisa. Anaye ambaye ana jukumu la kulinda raia na, na mali zao ni polisi, polisi ambao wapo chini ya waziri wa mambo ya ndani. Miaka mitano ameona meshuhudia mfululizo wa matukio ya utekwaji wa watu watu kupotea, na hakuna mbunge yeyote ya anayesimama kuiambia serikali. Ninyi mnajua mdude katekwa, kapotea, mpaka leo hajulikani yuko na, bunge lipo kimya, wabunge wa sisehemu wapo kimya, serikali ipo kimya. Ninyi mnajua mpaka sasa Muhammad kibao katekwa, kashushwa kwenye gari, mwili wake ukagundulika ukapatikana ukiwa umemwagiwa tindikali, umechafuliwa, amefariki. Hakuna uchunguzi. Waziri wa mambo ya ndani yupo, bunge lipo, hakuna mbunge yeyote wa Chama cha Mapinduzi aliyosimama na kukaripia haya. Nyie mnajua soka na wenzake Frank Mlai na Mbise wamepotea, wametekwa, mpaka leo uchunguzi hakuna. IGP yupo, polisi yupo, waziri wa mambo ya ndani yupo, serikali yupo, wabunge wa chama cha mapinduzi kwa miaka mitano hawajawahi kuongea bunge. Nyewe mnajua Sativa alichekwa, akatupwa, sijui huko Katavi kuna mbuga ya wanyama, na akiwa mipigo risasi, hakuna uchunguzi wowote wa mbunge wa CCM yeyote aliongea, waziri wa mambo ya ndani yupo, hakuna ambaye alitoka mbele waziri wa mambo ya ndani kuwajibika, hakuna. Juzi nimesikia pole pole naye ametekwa, hajulikani yuko wapi, hakuna uchunguzi wowote, waziri wa mambo ya ndani yupo wabunge wa CCM miaka mitano hawazungumzi chochote kuhusu utekaji. Juzi tumekwenda kule juu kule Kasimbu, kaka mmoja anaitwa Shabani Kalfani Shabani, na yeye alitekwa, mpaka sasa julikani yuko wapi, hakuna uchunguzi wowote. Mimi Desemba 1, 2024 nilitekwa Magufuli basi, stendi, kituo cha basi yeah. Baada ya kushuka kule basi la Saratoga baada ya uchaguzi wa serikali za mtaa yeah. Aliyopambana akasimama, nashukuru kwa dua zenu kwa maombi yenu kwa kelele zenu, aliyosimama kupambana halisia ni Zito Zube wakati waka <coughs> namshukuru Mungu na washukuru yote kwa maombi yenu na dua zenu. Zito alipambana kujua gari gani lililoniteka yeah. na baada ya kujua tukali wakaliweka mtandaoni walioniteka, wakajua wameshafahamika. nilikuwa nimefungwa kitambaa, nimefungwa pingu, napigwa na kuteswa, na wananiambia tuna kuua. Baada ya kujua wameshafahamika wakakwenda kunitupa koko bichi. IGP yupo, waziri wa mambo ya ndani yupo, serikali ipo, wabunge wa chama cha mapinduzi ambao wamelitawala bunge asilimia 98 wapo. Hakuna aliongea, hakuna aliosema, mpaka leo hakuna uchunguzi wowote. Mnataka maisha haya kwa miaka mitano mingine? Semeni, mseme. Wabunge wa Chama cha Mapinduzi hawawezi kuwateteeni, hawawezi kuinua sauti mbele ya serikali yao, hawawezi kuinua sauti mbele ya chama chao. Mwambieje? Msikie, mbona hata mbunge huyu anayegombea huyu, mgombea wa CCM ameshasema.